Hapa jijini Tanga, ikiwa ni pitch kusogezwa mbele zaidi na kutoa nafasi kubwa tofauti na hapo kabla ya maboresho ambayo yamefanyika katika pitch ambayo iliondolewa kabisa. Leo wakirudi rasmi na wakiwakaribisha Singida Black Stars katika koaniali zile alama tatu ambazo akiwa ameingia katika kikosi leo. Mabadiliko wachezaji watatu kwa upande wa Singida Black Stars, Frank Kobena, kevin Nation na Elvis Barangaru, pia na Mohamed kamara Mohamed lakini kwa upande wa Coastal Union katika mchezo uliopita dhidi ya wananchi Yanga, wao hakuna mabadiliko la mchezaji yoyote, walewale ambao walicheza pale. Karibu sisi Mkwakwani, Tanga, mechi ya NBC Premier League, Coastal Union dhidi ya Singida Black Stars. Ngome imekwisha anza, dakika 45 za kipindi cha kwanza. Jaribu kutoroka lakini Miraji Abdallah kaweka ka mgakenagoga kichwa, mpira anakwenda nje. Mabadi Maulid amelala tena chini, Mabadi katika jaribio hili. Coastal Union wanapoteza nafasi hiyo, kaenda chini Mabadi Maulid, nafasi tayari amekushotea bendera kilikuwa juu kwamba umeotea utea. Elvis Baranga Rupia, Waid Halid Habibu, kadi ya njano kwenda kumchezea Semfuko Daud Charles. Tazama hiyo, tizama kule zote kwenda kucheza foul. Na nam wa dakika, na dakika 45 za kipindi cha kwanza zinamalizika katika mchezo nambari 208 wa ligi kuu ya NBC katika uwanja wa Mkwakwani hapa Tanga. Hakuna bao ambalo limefungwa kwa dakika hizi 45, na mwamuzi kutoka Dar es Salaam Isiaka Mwalili akianzisha dakika 45 za kipindi cha pili. Na utakuwa nami kama ulivyokuwa dakika zile 45 za awali. Ulama Eid Salim kumalizia dakika 90 za mtanange huu. Mabadiliko ya wachezaji wawili kwa Singida. Kikoti weka anawekwa pira moja na Lucas Almeida Kikoti Almeida Kikoti. Mapema kipindi hiki cha pili, mpira wa adhabu ule, ambaye ameupiga mpira ule, anashangaa tu mlinda mlango Abasogi Amas. Pengine ameingia na baraka kweli kweli, umi mwalimu mbungi wa Tanga mjini. Tazama mpira ule, alikwenda kuuparaza. Naam, Josephati Bada katika harakati za kwenda kuokoa ule mpira akaukuta unajaa ndani ya kamba. Haya, kadi ya njano anakwenda kuonyeshwa, Ahmed tamaro Kamara akuingia wa Bakari Suleiman Msimu ni bapatiza wenyewe Muhamed Abdallah. Haya, wa Singida sasa boli, kwa sasa anacheza mpira amekwenda you know, nje Joseph Josephat Bada kiraku mekwenda nje, akati najaribu kuicheza Coastal Union. Seji Poku akauseti kwa Arthur Bada kiraku mekwenda nje. Aidan Rasmus Alexander ameweka chini Seji Poku kati anajaribu kutoroka kuturuka kachezea fau maru shakei, kwenda kucheza gokipa, anaenda kutoa nje Faris andugama kwenda kucheza bunduki ile ya maru shakei. Jonathan weka pira moja mrefu, nafasi tena kwa Singida na akwenda kulala Mwamuzi anafunika mkwaju wa penalti alikwenda kucheza foul, mlinda mlango mlango Faris Ndigama foul. Tazama bada aliuseti kwa Jonathan Sowah, akaenda mlinda mlango kwenda kucheza miguu ya Jonathan Sowah, hiyo hapo timing yake ilikosea ama alikosea mkwaju wa penalti Jonathan Sowah, moja moja. Anaweka mpira ndani ya kamba. Jonathan Sowah, moja moja, na kaweka kambani yeye mwenyewe. Sowah Jonathan alifata gokipa Faris, lakini kwa kali Amara Bagayoko. Bakari Suleman Msimu, Bakari, Bakari Bakari na Bakari Simu, bao la pili! Bakari Slama ni Msimu anainyanyua tena Coastal Union, bao la pili kwa Coastal Union. alikuwa na ondoka kama ataishia hapa, ataishia pale, alikwenda mwenyewe, hakutaka mtu mwingine asaidie safari yake, ametoka mlinda mlango awabasogi amas akapishana nao ule mpira ukaenda kwenye kamba zile, bao la pili kwa Coastal Union. Wamecharuka wagosi wa ndima. Kenneth Wilson jaribu mwenyewe, mpira moja mrefu oh! huku He walimwotea tena. Abasogi Amas anatoa mfano kwa mwamuzi maarufsha, hey. Jaribio lingine hilo lakini pia ukaenda juu zaidi ya lango la Singida. Juu kumi katika mechi zikumbe mchukua alama moja moja. Naam, Philip ya mwamuzi Isaka Mwelile ikimaliza dakika 90 za mchezo wa ligi kuu ya NBC katika uwanja wa Mkwakwani hapa Tanga, akiwa na tabasamu mwamuzi Isaka Mwelile eh, kwamba kazi yangu nimemaliza dakika 90, ukiwa napongezana na Joseph Lazaro, kocha wa Coast Union Abasogia Amos akiwa anazungumza na mwamuzi kwamba vipi, zilikuwa mbili za nyongeza ama namna gani? Uh, katika ligi kuu msimu huu Singida Black Stars wakisaliwa na alama zao hamsini, lakini Coastal Union wao wawakijiongezea uh, kibunda chao cha alama wakiwa na alama ishirini na nane sasa.